Mheshimiwa tmiaka kumi wy mimi nimepokelewa hapa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nimekuja hapa leo ilikuwa naumwa, lakini kwa leo hali yangu nilikuwa nayo nimeona nije kuhudhuria katika kesi ya mheshimiwa Tundu Lissu. Eh, nimefurahi, nimefurahi sana, na ninawaambia Watanzania wote Nawaomba Tanzania wote tumuunge mkono mheshimiwa Tundu Lissu, nawaomba dini zote, mashehe wote, mafadili wote, tumuombe Mwenyezi Mungu Tundu Lissu ashinde kesi na endelee mapambano, aluta continue na, na nimefurahi leo nimemuona rafiki yangu Tundu Lissu jinsi anavyojitetea. Ana, ana, anaonesha yeye ni mwanga na nuru na neema kwa Tanzania mzima, ni neema kwa Tanzania mzima. Hatuwezi kumsema mtume, lakini nasema ni mlisi wa watume ya Mwenyezi Mungu wote, ni mlisi wa mitume, na wanazuoni wote wanaotumia taaluma zao kweli wanakuwa ni walisi wa mitume kwa sababu wanazuoni wote wanatetea haki wanatetea eh, eh, elimu zao kwa ajili ya manufaa ya dunia, na mitume ilikuja kwa ajili ya kuisaidia dunia, na wanazuoni wote, wanasheria, wana, wana, wana, wana, mainjinia wote wamekuja duniani kuitumikia kuitu, dunia, ili watu waishi maisha mema. Kwa hiyo namshukuru Mheshimiwa Tundu Lissu anatumia taaluma yake ya kisheria kama Mwenyezi Mungu alivyopenda na mtume wetu Muhamadi alisema walisi wa, wa mitume ni wanazuoni. Sio wanazuoni wa dini tu, ni wanazuoni wa taaluma zote, ndio walisi wa nini Wamituma ili watu wamjue Mungu yupo na haki hivyo na dunia hivyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, tumuunge mkono Tundu Lissu, yeye kajitoa kwa ajili ya kuitetea haki na demokrasia ya Tanzania. Asanteni sana. Asante. Asante. Asante.